Howard Foster. Yes, bwana, mambo vipi? Na tumaini tutakuwa buheri wa afya njema, hata mimi pia niko vizuri kweli kweli. Kuna ujumbe ambao siku kadhaa zimepita, bondia wa ngumi za kulipwa nchini Tanzania Ibrahim Class ameuandika kwenye ukurasa wake wa Instagram, na huo ujumbe umeweza kuibua e, mzozo mkubwa sana mtandaoni, na watu wengi wanasema kwamba huenda huo ujumbe ameuandika kumlenga Hassan Mwakinyo, kutokana na tambo ambazo alikuwa anazitoa Hassan Mwakinyo siku za nyuma, lakini pia akajiuliza akasema, kwa nini ameweza kukaa kwa muda mrefu namna hii, amekuja kumjibu siku za hivi karibuni, wakati Hassan Mwakinyo amezungumza wiki mbili tatu ambazo zimeshapita. Lakini pia wengine wanasema kwamba Ibrahim Class ametumia akili nyingi sana kwa ajili ya kuwakosoa watu wote ambao wanajiona wao wakubwa nje ya mchezo wa ngumi. Kwa hiyo maoni yamekuwa mengi sana. Ibrahim Class kwenye maandiko yake amejaribu kuandika na kusisitiza kwamba watu wawe na nidhamu na kusema kwamba hakuna mtu mkubwa zaidi ya tasnia ya ngumi yenyewe, na kama kuna mtu anajiona bora, basi hakuna mtu bora zaidi ya yeye Ibrahim Class katika taifa la Tanzania. Sasa, kwenye hiki ambacho amekiandika Ibrahim Class, watu wengi wameweza kuzungumza ya kwao, huku wakihusisha e, taarifa hii na kile ambacho alikiandika Hassan Mwakinyo siku kadhaa zilizopita. Kabla sijaenda kusoma kile ambacho amekiandika Ibrahim Class na watu kujua kwamba na watu kusema kwamba ujumbe huu unamlenga moja kwa moja Hassan Mwakinyo, nikusom alikiandika Hassan Mwakinyo siku za nyuma, alafu tuje kuona jibu hili la Ibrahim Class. Je, ni kweli amemjibu Hassan Mwakinyo kwa hiki ambacho amekiandika, au yeye pia alikuwa ana idea yake, watu waweza kujua kitu tofauti na kile ambacho wengi wanaamini ya kwamba ilikuwa jibu la Hassan Mwakinyo. Hassan Mwakinyo, wiki tatu zimepita baada ya kutambulisha ujio wa pambano lake jipya ambalo tulishuhudia Desemba 26, mwaka huu 2025, chini ya Pictime Media. Hassan Mwakinyo aliandika ujumbe ukisema kwamba mwanenu sio tu bondia bali ni tasnia nzima ya ngumi Tanzania, yani kuepuka kuniongelea on this park ela ni sawa na jumaa kolekole ni kujaribu kuzuia matakle yasiwasha giza likiingia giza likiingia bado nipo sana wasaina, mwisho kunukuu kile ambacho alikiandika Hassan Mwakinyo. Sasa baada ya kuandika huo ujumbe, watu wengi wakawa wamejaribu kuzungumza kwa namna yake, huku Hassan Mwakinyo akijigamba kwamba yeye ni bondia ambaye ameibeba tasnia mchezo wa masumbwi ndani ya taifa la Tanzania. Alichokiandika Ibrahim Class Mgenda aka King Class au unaweza kumuita King Mawe, ameandika anasema: tasnia ya ngumi iheshimiwe na heshima yake itunzwe na kila mtu. Naona maneno mengi sana mtandaoni, mnajipa majina makubwa na wengine kuidharau tasnia. Hakuna bondia mkubwa kuliko ngumi na kama yupo hawezi kuwa mwingine tofauti na mimi. Ndio, kuna viwango kwenye hii game na hakuna aliyenikaribia kwa ubora. Sio ndani ya ulingo, sio nje ya ulingo. Tofauti na sehemu nyingine, huko kwenye ngumi, bingwa halisi huonekana kwa vitendo, sio ujanja ujanja, na hapo ndipo mimi nawapita wengi. Mimi najua bondia bingwa yeyote yule hasifiwi kwa kuongea sana au maneno. Mwanaume wa kweli haongei akamaliza maneno. Ukiongea sana unajiondolea heshima na unatupa wasiwasi wasi. Angalia aina ya mapambano yangu na idadi yake. Fuatilia historia ambayo bado ninaiandika. Bondia wa Tanzania anayebeba bendera ya taifa kwa viwango ni mmoja tu, Ibrahim Class. Mimi ndiyo bondia namba moja Tanzania, na hiyo haihitaji kura, haihitaji upendeleo, na shahidi yangu ni ulingo tu. Acha umbea Instagram, fanya mazoezi, acha kupigana na mabondia ndizi. King Class, taswira ya ngumi Tanzania akamalizia akaandika akasema, NB, yani zingatia, mjumbe hauawi. Mwisho kunukuu kile ambacho amekiandika Ibrahim Class kwenye ukurasa wake wa Instagram, ndicho wa ambacho amekiandika, na wengi wanasema kwamba hiki ambacho amekiandika ni jibu tosha kwa Hassan Mwakinyo. Ya King Class amejaribu kutuambia tuangalie historia yake, tuangalie mapambano ambayo yeye tayari ameshayacheza, lakini ametusisitiza kwamba yeye ni bondia ambaye ameibeba sana bendera ya Tanzania na hakuna bondia bora zaidi ya yeye, Ibrahim Class. Yes. Sasa mimi nisiwe mbabaishaji wala nisipepese macho, twende tukatazame kule BoxRec jumla ya mapambano ya Ibrahim Class, lakini pia tuangalie BoxRec inampa nafasi ya ngapi mpaka hivi sasa kidunia, ana hadhi ya nyota ngapi, yuko katika daraja gani? Lakini pia tutakuja kuangalia kwa hasa na Mwakinyo kile ambacho kinaendelea kwa sasa kule box BoxRec, af baadaye tutane kwenye comment tuone nani ni nani na nani alikuwa anampa dongo nani na nani ni mshindi zaidi ya nani. Bondia Ibrahim Class Mjenda yeye ni bondia ambaye yuko kwenye uzito wa super feather. Rank yake inaonesha ni bondia mwenye hadhi ya nyota tatu na nusu kidunia, anashika nafasi ya hamsini na moja kati ya mabondia elfu mbili na arobaini katika ardhi ya Tanzania. Kwenye division ya super feather anashika nafasi ya kwanza kati ya mabondia themanini na saba mpaka hivi sasa. Anajumla mapambano arobaini ambapo kati ya haya arobaini ameshinda thelathini na tatu amepoteza sita na kutoa sare pambano moja. Mtanzania mwenye umri wa miaka thelathini na nne anapiga stayili ya Orthodox. Huyu ni ziwa Dar es Salaam. Lakini kwa Hassan Mwakinyo ni bondia mwenye hadhi ya nyota tatu kamili. Hassan Mwakinyo yuko kwenye uzito wa kati divisheni ya mido, anashika nafasi ya 35 kidunia kati ya mabondia 1966. Katika ardhi ya Tanzania anashika nafasi ya kwanza kati ya mabondia arobaini na moja mwamba na jumla mapambano ya 27 akiwa ameshinda 24 ya mpoteza matatu na kutoa sare pambano moja, akiwa na umri wa miaka 30, Mtanzania ambaye anapiga style ya Orthodox mzaliwa wa Hasan Makinyo ni bingwa WBO Africa mara tatu mfululizo, yani alishinda akatetea akatetea tena. Yes, kwa bondia Ibrahim Class mwaka 2015 na alipata nafasi ya kucheza dhidi ya Julius Indongo kwenye kuwania ubingwa wa WBO Africa kwenye superlight na hapa aliweza kupoteza lakini pia Ibrahim Class amekuwa bingwa, alicheza nchini Ujerumani akawa ametoa ubingwa wa Global Boxing Council World kwenye light, lakini pia amekuwa bingwa wa kutetea taji hilo. Pambano alicheza nchini Tanzania dhidi ya Cos Sibia 2017, Afrika Kusini. Mwaka 2018 alijaribu kuwania ubingwa wa IBF akapoteza akaja kumshinda Dennis Mwale 2021 pale Next Door Arena Masaki, Dar es Salaam, na Ibrahim Class akawa bingwa wa WBF ya yeah. Kamchapa Saidi Chino, akatoa ubingwa wa PST 2023 na akautetea dhidi ya bondia siatoato suu Mchina huyu Oktoba elfu mbili na ishirini na tatu. Yes, lakini pia hasan Mwakinyo aliweza kutwaa mataji kadhaa. WBF ametwaa hasan Mwakinyo, UBO ametwaa, WBC PST ametoa Hassan Mwakinyo, lakini pia alipoteza nchini Urusi kwenye kuwania ubingwa wa WBC Young World Super Waiter mwaka 2017 dhidi ya Landras Akupian. Hassan Mwakinyo alichezea kichapo. Sasa rekodi hiyo uchache ambayo nimekusogezea hapo na kile ambacho amekiandika Ibrahim Class wewe unapata majibu kujua nani ni super zaidi ya mwenzie, lakini katika hali ya uchambuzi wa kawaida, mpaka hivi sasa ambaye katika ardhi ya Tanzania anayetwaa ubingwa mkubwa ambao huenda wakamsogeza hatua wa moja ama nyingine ni Hassan Mwakinyo mwenye ubingwa wa WBO Afrika. Yes, japo kuna WBO zingine zipo WBC zingine zipo nitakuja nikupe utofauti wa hii mikanda na kwa nini Hassan Mwakinyo mkanda wake muonekana kuwa bora zaidi, japo kuna watu wengine katika ardhi ya Tanzania wana WBO, mfano mzuri Salim Kasimu Mizinga. Nitakuja kukupa hapa utofauti wake.